Wakati vita kati ya Irani na Israeli ikisimama kwa ajili ya mazungumzo ya mpango wa nyuklia kati ya Irani na Marekani, imeelezwa kwamba Irani imetekeleza adhabu ya kifo dhidi ya watu watatu waliotuhumiwa kwa ujasusi kwa niaba ya shirika la kijasusi la Israel, Mossad. Utekelezaji huo ulifanyika tarehe 25 Juni 2025 katika kile kilichoelezwa na mamlaka kuwa hatua ya kulinda usalama wa taifa hilo. Waliohukumiwa na kunyongwa ni Idris Ali Azadi Shojai na Rasul Ahmad Rasul, raia wa wa Iran na mmoja wa Iraki. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya mahakama ya Irani, watatu hao waliohusika katika kukusanya taarifa nyeti, kusafirisha vifaa vya kijasusi na kupanga mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya Irani kwa kushirikiana na maafisa wa kigeni. Hukumu hiyo itatekelezwa kuanzia Juni 28 mwaka huu kwa kuanza na Azadi Shojai baada ya mahakama kupitisha hukumu hiyo hapo jana. Irani imesema kesi hiyo ilikuwa sehemu ya operesheni kubwa ya kiusalama iliyofanikiwa kufichua mtandao wa kijasusi unaodaiwa kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Israel. Vyombo vya habari vya serikali ya nchi hiyo vimeripoti kuwa watuhumiwa walikiri mashtaka yao mbele ya vyombo vya sheria, ingawa mashirika ya haki za binadamu yanahoji iwapo walipata haki kamili za kisheria. Tukio hili linajiri katika kipindi cha taharuki kubwa kati ya Irani na Israeli kufuatia mvutano wa kijeshi ya hivi karibuni katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Mashirika ya kitaifa yakiwemo Amnesty International na Human Rights Watch yameeleza wasiwasi juu ya matumizi ya adhabu ya kifo dhidi ya watuhumiwa wa kisiasa au wale wanaodaiwa kuhusika na ujasusi. Irani ina historia ya kushutumiwa kwa kutumia mashtaka ya kijasusi kama njia ya kuwaziba midomo wapinzani wa serikali au watu wanaotuhumiwa kwa misingi dhaifu. Serikali ya mjini Teherani hata hivyo, imetetea msimamo wake, ikisisitiza kuwa hatua hizo ni kwa ajili ya kuzuia uingiliaji wa kigeni katika masuala ya ndani ya taifa hilo. Wakati hayo akiwa anaendelea nako, nchini Marekani, kwa mujibu wa tathmini ya awali ya kijasusi ya Marekani imesema Marekani haikufanikiwa kuharibu kabisa mpango wa nyuklia wa Irani kupitia mashambulizi ya angani, bali yalirudisha nyuma kwa miezi michache tu. Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia wabunge wiki hii kuwa maeneo ya Irani yaliyoshambuliwa na Marekani yalikuwa yanatumika kwa ajili ya mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia, ingawa mashirika ya ujasusi ya Marekani yamesema hakuna mpango kama huo uliopo. Kauli hiyo ya Trump imeibua maswali kuhusu kama hatua yake ya kuamuru mashambulizi dhidi ya Irani ya na taarifa za ujasusi zilizoidhinishwa. Rais huyo wa chama cha Republican alitoa kauli hiyo katika barua aliyomwandikia spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson, mshirika wake mkuu, na barua hiyo iliwekwa kwenye tovuti ya ikulu ya White House. Majeshi ya Marekani yalifanya mashambulizi ya kisasa dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia nchini Irani vinavyotumiwa na serikali ya jamhuri ya kiislamu ya Irani kwa ajili ya mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia, Trump aliandika katika barua hiyo. Tathmini ya hivi karibuni ya Marekani iliwasilishwa bungeni mwezi Machi na mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa Tulsi Gabbard, ilisema kiongozi mkuu wa Iran ayatola ali Hamenei hakuwa ameagiza kurejeshwa kwa mpango wa silaha za nyuklia uliositishwa mwaka elfu mbili na tatu. Chanzo chenye ufahamu wa ripoti za kijasusi za Marekani kililiambia shirika la habari la Reuters wiki iliyopita kwamba tathmini hiyo ya Machi haijabadilika. Haya yanajiri huku usitishaji mpango dhaifu uliosimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump ukianza kasi kati ya Irani na Israel. Mapema Jumanne, Irani na Israeli ziliashiria kwamba vita vya anga kati ya mataifa hayo mawili vimekoma angalau kwa saa kadhaa, baada ya Trump kuwakaripia hadharani kwa kukiuka usitishaji mapigano aliyoutangaza. Mataifa hayo mawili yalifungua tena maeneo ya kiraia baada ya siku kumi na mbili za vita, ambapo Marekani iliingia kwa kushambulia vituo vya kurutubisha uranium vya Irani, ambapo mpaka sasa kila upande umejitapa kuwa ulijaribu kutangaza ushindi. Trump alisema mwishoni mwa wiki iliyopita kwamba mabomu ya kilogramu 13608, yani uzito wa tani 13.6, yaliyotumika na Marekani yalikuwa yameharibu kabisa mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, madai hayo yamepingwa na tathmini ya awali kutoka kwa moja ya mashirika ya ujasusi ya serikali yake, kulingana na watu watatu walio na taarifa kuhusu suala hilo. Mmoja wa vyanzo hivyo vimesema kwamba Irani bado ina hifadhi ya uranium inayorutubishwa na sehemu kubwa ya mpango wake wa nyuklia imejengwa chini ya ardhi, hivyo mashambulizi hayo huenda yamechelewesha maendeleo ya Irani kwa mwezi mmoja au miwili tu. Lakini ikulu ya White House imekanusha tathmini hiyo, ikisema si kweli hata kidogo. Ripoti hiyo iliyotolewa na shirika la ujasusi la ulinzi DIA, imesema mashambulizi yalifunga tu milango ya kuingilia vituo viwili, lakini hayakuangusha majengo ya chini ya ardhi. Kulingana na mtu aliyesoma ripoti hiyo, baadhi ya mitambo ya kurutubisha uranium ilibakia salama baada ya mashambulizi hayo, kwa mujibu wa gazeti la Washington Post, likimnukuu mtu ambaye hajataka jina lake kutajwa. Baada ya usitishaji vita, jeshi la Israel lilianza kuondoa vizuizi vya shughuli zote nchini humo saa mbili usiku kwa saa za huko, na maafisa walisema uwanja wa ndege wa Ben Gurion ulio karibu na Tel Avivu ulifunguliwa tena. Nayo anga ya Iran pia ilifunguliwa tena kwa mujibu wa shirika la habari la No News linaloegemea serikali ya Iran. Irani imeendelea kusisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya amani pekee. Rais wa zamani George W. Bush aliitumia hoja ya kuwa Iraq ilikuwa na silaha za maangamizi ya halaiki kama sababu ya kuivamia mwaka elfu mbili na tatu, lakini baadaye madai hayo yalikanushwa na kusababisha mtafaruku wa kisiasa. Trump kwa mara ya kwanza alitia shaka taarifa za kijasusi kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani wiki iliyopita alipokataa tathmini iliyotolewa na Gabbard mbele ya bunge, alisema sija alichosema nafikiri walikuwa karibu sana kuwa na silaha hiyo, Trump aliwaambia waandishi wa habari akimaanisha bomu la nyuklia Gabadi mwenyewe siku ya Ijumaa alipinga ripoti za vyombo vya habari kuhusu ushahidi wake wa Machi, na kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, alisema ujasusi wa Marekani unaonyesha kuwa Irani inaweza kutengeneza silaha ya nyuklia ndani ya wiki hadi miezi michache, endapo itachagua kufanya hivyo, kwa mujibu wa ripoti za ujasusi wa Marekani ambazo si za siri na zilizokusanywa kabla ya mashambulizi Irani ilifunga mpango wake wa silaha za nyuklia mwaka 2003. Hitimisho ambalo pia inashikiliwa na wakala wa Umoja wa Mataifa na ufuatiliaji wa nyuklia na kwamba Irani hajakamilisha teknolojia zote zinazohitajika kutengeneza bomu hilo la nyuklia. Hata hivyo, Teherani ina utaalamu unaweza kuiwezesha kutengeneza kichwa cha nyuklia siku zijazo. Marekani ilishambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Irani ya Natanz, Isfahan na Fordo siku ya Jumapili. Ilishambulia kwa mabomu maalum ya kupenya ardhini eneo la Fodo lililopo chini kabisa ya ardhi ambako mitambo ya kisasa inaweza kuzalisha urani iliyoboreshwa kwa kiwango cha chini kwa ajili ya mitambo ya nyuklia au kiwango cha juu kwa ajili ya silaha. Trump na maafisa wengine wa juu walisema maeneo hayo yaliharibiwa kabisa. Hata hivyo, tathmini ya awali ya kijasusi ya Marekani imebaini kuwa mashambulizi hayo yamechelewesha mpango wa nyuklia ya, ya Tehran kwa miezi michache, kwa mujibu wa vyanzo vitatu vilivyozungumza na Reuters siku kadhaa zilizopita. Wakati hayo akiwa naendelea naye, mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe amesema taarifa mpya za kitelijensia zinaashiria mpango wa nyuklia wa Irani uliharibiwa vibaya na mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na kwamba itachukua miaka mingi kujengwa upya. Alizungumza wakati akizungumza baada ya kuvuja kwa tathmini ya shirika la ujasusi la ulinzi kubaini kwamba mashambulizi ya anga ya Donald Trump kwenye maeneo matatu ya nyuklia ya Irani yamerudisha nyuma mpango wa nyuklia wa nchi hiyo kwa muda wa miezi michache pekee. Amesema hii ni pamoja na taarifa mpya za kijasusi kutoka kwa chanzo ama mbinu kinachotegemewa kihistoria na sahihi kwamba vituo kadhaa muhimu vya nyuklia vya Iran viliharibiwa, itabidi vijengwe upya kwa muda wa miaka mingi zaidi, bwana Ratcliffe alisema katika taarifa yake. Kauli yake inakuja baada ya tathmini ya awali ya shirika la ujasusi la ulinzi kuvuja siku ya Jumanne kubaini kwamba mashambulizi ya Marekani katika maeneo matatu ya nyuklia ya Iran yamerudisha nyuma mpango wa nyuklia wa nchi hiyo kwa miezi kadhaa. Mkuu huyo wa CIA alidai kwamba matokeo hayo mapya yalitokana na intelijensia ya kuaminika na kwamba yanapinga kile alichokiita ripoti zisizo halali za umma kuhusu uharibifu wa vituo muhimu vya nyuklia vya Irani. Naye Rais Donald Trump amedai mara kwa mara kwamba mashambulizi hayo ya Amerika yalifuta vifaa vya nyuklia ingawa picha za satelaiti zimeonyesha mashambulizi hayo yaliweza kusababisha uharibifu mdogo pekee. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.